Unajua bwana huyu heli yeah. Anatiirikatiirika anati, kwamba kwa mafua najisahau sahau, juzi tu ametoka kumfungashia virago kocha kwa sababu ya bingwa kilabu bingwa wamesahau <laughs> kwa ajili ya, <laughs> ya, ya Simba na hapo hapo juzi hiyo tena walianza kumwandama nani yule na sio Simba sasa sasa hivi kwa sababu tayari wameshamfurusha wamemtoa wa nje sisi wataalamu wale mashindano duniani tumo tunapambana nayo sasa ku, ku, wanzake, wao, nae, na Feruzi, a wanataka kuwarudisha mashabiki wenzake kwamba eti wao haya mambo mengine hana mpango naye, wao mpango na Simba tu. Wakati Aeli anazungumza hapa anasema Kratos chota chama uwezo wake na Young, Young Africans ni mdogo kuliko wachezaji wanaoanza. Unasikitika, unatikisa. Eh, mimi nasikitika kitu kimoja, wajua bana huyu kama sigara kali kote tu ikavutwa. Hivi, Chama tangu amefika pale Yanga kuna siku aliwahi kucheza chini ya kiwango? Katika nafasi zake na Chama huyo huyo ambao namzungumza, oh, juzi tu kwenye dabi ndio aliwapa furaha. Wakati huo nani amecheza dakika ngapi, aika si themanini s na tano lakini Chama kaingia ndani ya dakika tano kaenda kwa hapa. Kwa hapa zake furaha. Kinachofanyika zake pale. Unajua, kuna kocha kwa mfano mmoja mzuri tu pale Simba ni kama ulivyokuwa namuona kocha wetu na kina Mtale kipindi kile, yaani umwambii chochote anaruka naye tu huyo huyo. Tu hata kama anakosea anaruka naye tu hivyo hivyo. Kuna wakati mwingine kocha anaweza akapenda mchezaji tu. Akatembea na wewe tu hata kama uno unachompa. Si tushae kulalamika sana sawa, lakini mtu anaruka na mchezaji huyo mmoja atoi chochote, kina anaruka naye tu, na benchi, kuna mwingine ana uwezo wa kutoa zaidi ya yule ambaye sio mdogo ila shida ni nini? Hawezi kuwa, hawezi kuwa na uwezo mdogo kwa sababu Chama huwa anatumia sana akili. Shida ni nini inamfanya yang, Yanga pale kafika kamkuta aziziki tayari, kwamba ni mfalme. Wajua hivi vitu watu wanashinda kuvitofautisha, hata wazizikili na ambakwa mfalme wakati anasajiliwa kupoka pale Yanga alimkuta Faisali akiwa mfalme, alisagwa mwaka mzima nadhani mpaka Faisal mpaka Faisal alipoondoka ndo azizikia kaambia, kwa sababu Faisal ameondoka, kuna mbadala, kaa wewe, na yeye ndo akachukua ufalme. Kwa mfano leo azizikia akiondoka ndo utaona thamani ya chama sio, sio vizuri sio vizuri. Yani thamani ya chama sasa haiwezi kuonekana kwa sababu tayari kuna azizikia ambaye tayari watu wameshamtengeza wa kama mfalme. Kwa hiyo mfalme hawezi kuacha kucheza, sasa ndo namba ambayo anacheza yeye chama Eli, umemsikia? Anasema ni kwa sababu tu after ndio maana Kratos chota chama alambi hata Aba mechi na Coast Union. Kwanza kuna kauli naona kaileka hiyo vibaya. Unajua kwa akili ya kawaida uwezi kusema kuna mtu amemtengeneza. Aziki hatujamtengeneza akajitengeneza kwenye ligi ya Tanzania. Yaani Aziki Tendeza. Si hatujamtengeneza Aziki. Shangu, Aziki akajitengeneza mwenyewe kwenye ligi ya Tanzania kwa ndo mfalme. Hawa jamaa hawa wana kitu kimoja. <coughs> wana kitu kimoja wanacho. Hawa jamaa wana uoga hawa ligi wajamaa Tanzania. Umeona, umeona, yani hawa, shida ya hawa wanataka chama aishi maisha aliokuwa na Yanga, aishi maisha aliokuwa naishi Simba. hawajui kuwa Simba alivyokuwa naishi, yeye ndo alikuwa bora kuliko wote. Sasa kaja kwenye timu ambayo ina watu bora kuliko yeye. yeah, yeah. Yani hawa ndo wanaishi kwenye hivyo wakati chama chama, umeona alivyokuwa pale, kuna watu waliku wanakuja, walikuwa wanakuja wanaondoka wanamuacha, kwa sababu alikuwa kwenye ufalme wake, kwa sababu timu aliyopo hamna watu wa kumzidi. Kuna kocha aondoke chama abaki au chama abaki, hao walishaku. Lakini sasa amekuja kwenye timu ambayo kuna watu wamemzidi uwezo. Yani hilo ndio jamaa ndio hataki kukubali Yanga Afrika ina la she. Chama. Chama na wachezaji bola, utamlaumu yule? ana watu Simba alikuwa aika a utapigwa lakini kocha unaangalia ndani, kuna kuna pakome zuzua kuna kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, seven ziki nje, kuna yani, wewe utafanya nini hapo? Yani ufanya nini kama kocha? So ngambia timu yoyote duniani, timu yoyote duniani, kuna sajili huwa zinafanywa kuzoofisha vilabu vingine. Sisi kikawaida, yanga afrika hatukuwa na uhitaji wa Clatous Chota Chama, lakini sometime unapokuwa giant wa nchi unaangalia ubingwa. Lichukwaje ubingwa? mimi napambania na simba, simba ambayo ina mchezaji ambaye anaweza yani. Simba ilikuwa inabebwa na Chama, ndio ndioshe wangu anaweza kahatarisha ubingwa wangu, wangu nifanyeje? Natoa mchezaji bora kwake, haijalishi kwangu, anakuja kuanza uanze tayari nishamzoofisha na kitu hicho. Wanamisi kweli si hawa jamaa. Kwa ukiwa giant na una akili, kuna vitu vitundi utumie, sio lazima uchukue mchezaji ya aje akusaidie, unachukua mchezaji kuzoofisha timu pinzani, ndio maana timu kubwa Mwana Feruzi jua, hey, hey. Mimi napata tabu sana unapotaka kusema kwamba huyu uwezo wake ni mdogo, uwezo wake ni mkubwa, umewapima kwenye nini? Kwa sababu lazima umesikia, ni lazima kwamba ili uweze kujua huyu uwezo wake ni mdogo. Kwa mfano kama budo budo, tunasema uwezo wake ni mdogo, sababu tulimpa nafasi tukaona nafasi yake, tukasema humu hamna mchezaji tukakubaliana kwa pamoja kwamba huko hamna mche, lakini baada kumbu, bola, ya kumpima, huwezi kusema kwamba huyu ni bora, huyu sio bora, wakati huyu ana kabenchi huyu anacheza. Inatakiwa utoe mechi tano, tano huyu unampa mechi tano u mechi tano, alafu unaangalia uwezo wa huyu katika mechi zake tano, uwezo katika mechi tano tumeona zake. Feruzi, naona muda umeenda, anaomba mjadala huu tuweke siku nyingine tena.

tunajadili wachezaji wa Yanga, namna gani wako bora na kwa nini hawapewi nafasi. Shea ni kitu cha kujivunia hicho.